matamu kutoka kwenye kurasa safi za mioyo yao iliyotiririka kimahaba. Nyoyo zao ziliishi katikati ya paradiso pepo waliojenga katikati ya mikasa na matatizo. Pendo la Jeska na Jamal lilikuwa kwenye kilele cha ujasiri. Mili yao ilijaa maumivu makali, lakini nyoyo zao zilichurizika huba. Ni mapenzi yasiyo ya kawaida. Mvua kubwa ilionyesha na radi za hatari ya usiku huo ziliwalazimisha kusalia kwenye pango la Mwanatishio. Giza nene, nyoka, madege ya ajabu na hatari mbalimbali ndizo mbali zilizolipatia umaarufu pango hilo. Bila shaka ilikuwa ni sababu ya kupewa jina la pango la Mwanatushio. Pamoja na hatari hizo, ilikuwa ni salama zaidi kubakia ndani ya pango hilo kuliko kukutana na mama yao, baba yao, au wanakijiji wenye hasira kali. Hiyo ni kutokana na msako mkali unaoendelea kijijini hapo kwa kuwatafuta na kuwaadhibu wawili hao. Baraza la wazee wa kijiji hicho tayari lilishaidhinisha adhabu ya kifo kwa kuchoma moto. Hiyo ndiyo hali ya Jeska na Jamal, mapacha walioishangaza jamii na dunia kwa ujumla, mapacha waliozama kwenye penzi zito. Penzi zito, penzi lisilobebeka kwenye migongo ya wengine zaidi yao. Ilikuwa ni saa kumi na mbili na nusu jioni, Jamal na Jeska walikuwa wakishuhudia vyema jinsi jua linavyozama. Walikuwa kwenye fuko ya bahari iliyong'aa kama dhahabu kutokana na jua la muda huo. Ni siku iliyopita tu walikuwa kwenye pango la Mwanatushio. Jamali, bahari imechafuka sana. Mawimbi yake ni makubwa, yanaogopesha. Aisee, wavuvi ni majasiri sana wa kazi yao alisema Jessica. Jamal alimtizama kwa utani na kucheka. Jessica, kishindo cha mawimbi ndicho kinachopita kwenye masikio yetu. Hatari yake inatokana na uoni wetu, lakini fikra zetu zinapaswa kutambua uzuri wa maisha ya viumbe hai chini ya bahari hii. Wanafurahia maisha, wanaimba na kucheza kila muda, wanaipendezesha dunia yao, wala hawatowahi kulalamikia kishindo cha mawimbi kamwe. Anayelalamikia kuchafuka kwa bahari ni Jeska aliyoko fukweni, lakini waliyoko baharini wanaishi. Wakati Jamal anaendelea kuzungumza, Jeska alikuwa amekaa mbele yake akitoa tabasamu la muda mrefu, macho yake yakiangalia macho ya Jamal bila kupepesa na masikio yakiburudika kwa maneno matamu. Hakuna sauti tamu duniani kama pale sauti yako inakolitaja jina langu, ni kama wimbo mtamu wa mahaba unaonogeshwa na mpigo wa yangu, alisema Jessica kwa furaha. Jamal alimsogeza karibu yake zaidi na kusema kusemao, oh, my darling, endelea kuongea upambe, miliki yangu, mimi mwili, wewe roho, sogea karibu yangu. Ndio wapi bila wewe Jessica, ramani yangu Nende wapi bila wewe Jessica, ramani yangu na pigana na dunia, wewe ni silaha yangu uhai si jambo bora nikikukosa mwenzangu wewe si binadamu na ujinini haliko arodaniarika wi jina lako halipo wewe ni wa tofauti umeanga dunia ikitopinda kulwake takako na tukikosa pa kwenda, kifu ni chetu sio chako, aliendelea Jeska. Jamal na Jeska hawakuonekana na majuto wala uoga wa wanayopitia, waliendelea kuogelea ndani ya kina kirefu cha mapenzi, penzi lenye tamchungu mithili ya nyanya chungu. Uchungu wake ulinogesha chakula walichokila kwa bashasha, tofauti sikutilii moyoni sikuachi leo na kesho pupun. Jessica alionyesha ufundi wa kuimba kupitia wimbo huo wa msanii ngoli wa muziki wa taarab, Kidude Binti Baraka. Maneno hayo matamu yaliwapeleka kwenye safari ya mbali kifikra. Walisahau kuwa bado wapo kwenye msako mkali, wanakijiji walishaapa kuwachoma moto kwa kukiuka mila adhimu za jamii yao. Haikutosha kuwaachia laana, wazazi wao walikuwa ni sehemu ya maamuzi ya jamii. Waliapa kushirikiana na jamii kuwateketeza kwa moto vijana hawa waliokitia aibu kijiji chao. Ilikuwa ni laana kwa mapacha kuoana, ilitabiriwa mabalaa makubwa yange kikumba kijiji hicho kutokana na kufuru hiyo. Wawili hao walishitushwa na zogo la wanakijiji waliowakaribia kutokea nyuma yao. Hapana, usiwapige mshale, wanatakiwa kuchomwa wakiwa hai, alisikika kijana mmoja aliyemzuia mwenzake kulenga mshale nyuma ya wawili hao. Na hapa ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya hadithi hii au simulizi hii kwa jina la Pepo Ni Yetu Wawili. Je, Unadhani ni ipi hatima ya wanandoa hawa? Tukutane kwenye sehemu ya pili ya simulizi hii. Wengi wanajiuliza mwandishi wa simulizi hii ni nani? Mimi sasa nakwambia mwandishi wa simulizi hii ni Mr. Shua, na msimulizi wake ni mimi Tatoali. Usisahau kusubscribe, comment na kushare. Fani online tv ni zaidi ya burudani.